Hivi sukari ya warembo kwa Kiingereza unasemaje? sukari, sukari ya warembo kwa Kiingereza yeah. tiani kidogo. <kinoku tihani> Wakiingereza hapana, bado sijaelewa. Kwa nini sukari ni utamu? kwa kwa Kiingereza utasemaje? Hello, umesema sukari ni utamu. Sukari ni utamu, utamu ukiekiweka kwenye, kwenye, kwenye maji, hiyo sukari nakuwa tamu. Ukitia kwenye chai pia nakuwa tamu pia hata hata ukiweka kwenye tuseme, hata hiyo soda yenyewe pia hmm, imetiwa sukari, ndio maana ina utamu. uki kusema sukari ya warembo unasemaje kwa kiingereza hiyo? Ah, sukari ya warembo kwa Kiingereza kidogo. Sukari kwa Kiingereza Sugar cane. Sugar cane, yeah. na warembo warembo ni watu wazuri yani, unaweza ukamwambia mtu E, well, sukari eh ya warembo eh, kwa wa yeah. Kiingereza mm. <laughs> nikisema sugar, mm-hmm. sugar, sugar cane. Cane, inaenda inakuja kama kama inaenda ebu, atumie salamu wanao Ah, namtumia mwanangu, namtumia mwanangu anaitwa Expensia Saidi Msukuma, yuko Morogoro. Namtumia salamu mwanangu Ivan Saidi Msukuma, yuko Morogoro na wake zangu wote. Unawake wangapi? Wake wawili. Ah, naoma sana. Unawaambiaje? <laughs> nawapenda sana yeah, nawapenda sana nawapenda sana, shout out sana. Well, na wapenda sana. <laughs> pamoja mwanangu Msukuma. <laughs>